Hello mtazamaji, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Ana leo tupo kuzungumza na wanawake wenye wa ujauzito, lakini pia hata wewe ambaye unatarajia kupata ujauzito, kuna maswali ambayo umekuwa ukijiuliza hata mawili kwamba, swali la kwanza, je, ni lini inaweza kuanza kufanya ultrasound? Lakini pia ni kwa muda gani, au ni mara ngapi ambako anaweza kufanya ultrasound mpaka pale ambako utakuwa umejifungua mtoto wako? Leo nitajaribu kujibu maswali yote haya kwa undani kabisa, ili kuhakikisha unabaki nami hadi mwisho wa video hii. Lakini watu wengine pia hawajui ultrasound ni nini? Ultrasound ni kipimo kinachotumia mawimbi ya sauti kuangalia maendeleo ya mtoto tumboni, lakini hali na mfuko wa uzazi ilivyo na afya ya mama kwa ujumla. Lakini kipimo hiki ni salama kabisa na hakina madhara yoyote kwa mama au kwa mtoto pia. Lakini ultrasound ya kwanza unatakiwa uipige lini? Ultrasound ya kwanza unatakiwa uipige kuanzia wiki sita hadi nane. Uh, ultrasound ya kwanza ukiipendekeza kufanyika kuanzia wiki sita hadi nane ya ujauzito wako itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu ultrasound hii itakusaidia kuthibitisha ukweli kama una ujauzito au sio ujauzito, lakini pia itakusaidia kujua ndani ya tumbo lako mfuko wa uzazi uko kwa aina gani na mimba iko ndani ya mfuko wa uzazi au iko nje ya mfuko wa uzazi. Lakini pia itakusaidia kujua mapigo ya moyo wa mtoto. Lakini ultrasound saundi ya pili utaipiga kuanzia wiki kumi na moja mpaka wiki kumi na nne hii itakusaidia kujua vitu muhimu kwanza itakusaidia kuhesabu umri wa mtoto lakini pia itakusaidia kuhesabu au kuangalia hatari ya matatizo ya kimaumbile ya mtoto na kujua tarehe sahihi ya kujifungua lakini pia ya wiki kumi na nane mpaka wiki ishirini na mbili hii itakusaidia sana kujua muhimu zaidi kwa sababu kwamba ukagua viungo vyote vya mtoto kama viko sawa, lakini uthibitisha jinsia ya mtoto ya endapo wazazi wanataka kujua. Lakini hii uh, itakusaidia kuangalia placenta na kiwango cha maji ya uzazi kama kiko sawa. Lakini kuna ultrasound ambayo unaweza ukaipiga ambayo itakuwa ni wiki ya ishirini na nane mpaka thelathini na mbili ambayo hii itakusaidia kuangalia ukuaji wa mtoto kama unaendana na umri au ujauzito, lakini pia makao ya mtoto tumboni na hali ya placenta ilivyo. Lakini ultrasound ya tano ambayo utatakiwa uipige ni kati ya wiki thelathini na sita mpaka thelathini na nane hii itakuwa ni ultrasound ya mwisho ambayo hufanyika kuanzia wiki thelathini na sita mpaka thelathini na nane na hii itakusaidia au itamsaidia daktari kujua kama mama yuko tayari kujifungua au mkao wa mwisho wa mtoto ukoje na kupanga njia salama ya kujifungua, si ndio? Nahisi hizi njia zitakuwa zimeeleweka. Umeelewa unaweza ukafanya nini ili uweze kuwa salama wewe pamoja na mtoto wako ambaye yuko tumboni. Je, ultrasound inapaswa kuwa kwa mara ngapi, au unapaswa kuifanya kwa mara ngapi? Kwa, kwa ujauzito wa kawaida usio na matatizo yoyote ultrasound ufanyika mara tatu hadi mara tano katika kipindi chote cha ujauzito wako, lakini pia hii itausaidia kujua kama kuna changamoto au hakuna changamoto kwa mama au mimba hatarishi, na daktari anaweza kupendekeza kufanyika mara nyingi zaidi, wewe utakavyokuwa umependa au utakavyokuwa umeshauriwa na daktari. Lakini nahitimisha hivi kwamba ni muhimu sana kufuata maelekezo ya daktari au mtaalamu wa afya kuhusu ratiba ya ultrasound, kwani kila ujauzito ni, uja ni wa kipekee, na usipangie ratiba peke yako bila ushauri wa mtaalamu. Kama video hii imekusaidia, jitahidi sana usubscribe ulike, lakini pia ushare kwa wamama wengine, ili nao wanufaike.